Tutaendelea kudumisha usalama ndani ya mkoa, sasa hivi kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Usalama ni jukumu letu muda wote, tumeendelea kuimarisha hivyo, na tunaendelea kusisitiza ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wa uchaguzi, ambao kimsingi ni kwa wananchi. Kwao tunategemea, tarehe 29 wananchi wataamka, watakwenda kupiga kura, lakini kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema kukemea tena, kukemea kweli kweli, yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe ishirini na tisa katika kutekeleza azma zao ovu. Kama mkoa, tumejipanga kuhakikisha kwamba yoyote atakayekuwa amejipanga aidha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa kujishawishi mwenyewe ama kwa kushawishiwa, kwenda kutufanyia vurugu na kusababisha siku hii isiwe siku ya neema na baraka kama ambavyo watanzania wote tunategemea tuipate. Miaka mitano ya uongozi inayokuja inategemea tarehe 29, maamuzi ya Watanzania. Sisi kama serikali tunaendelea kuimarisha ulinzi huo, na ninatoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote, kwa yoyote, narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara.